Beautiful people kwenye harusi ambayo Zuchu alikuwepo ya huko ya mtoto wa rais wa Zanzibar. Uh, na Mbosso pia alienda ku perform and it was amazing. Sasa ni mwasogezeni hapa mmone Mbosso na pia momoni na yeye Zuchu. well, nyimbo ya Pawa bwana imetrendi sana na imepata mapokezi makubwa sana. Yani ukiingia huko TikTok au utakutana tu na chupa la bia, chupa la bia, yaani imetrendi sana alivyoitoa tu, na yani hivyo imepata imepata kuwa on trending. So guys, so ni Mbosso akiwa wakiwa anapafoma kwenye harusi And guess what, alikuwa anacheza kabisa hapo na Rais Mwinyi, rais wa Zanzibar. Mi kwa upande wangu nimeipenda sana hii video, yaani ameua. Sitaki kumaliza uhondo wote, hebu shuhudieni wenyewe hapa. Mbosso alivyokiwasha mbele ya rais wa Zanzibar <manyo> Ona watu walivyochangamka, ehe, Mbosso bwana, ndio kama sharukani wa bongo we well. Tuendelee hapa kuangalia burudani nzuri kabisa. <muchos> Yeah, that was Mbosso's performance na kuna video zingine za Zuchu bwana, hizi bado hamjaziona. Nataka pia mzione, akiwa na yeye ana perform hapa kwa rais, kwa mtoto wa Rais wa Zanzibar. performance mbili ya Mbosso and Zuchu bwana, wote wameua hapa. Hii si ligi, ila wote wamefanya vizuri, kwa sababu wote nyimbo zao ni nzuri na zinapendwa sana na watu. Na ukizingatia nyimbo ya pawa ya Mbosso imejua kutamba, yani imetamba sana, ina trend vibaya sana, imeshika yani on trending huko TikTok, ukiingia tu basi inatamba yenyewe Hal kadhalika Zuchu anapendwa sana na watu, na yeye nyimbo zake zote ni nzuri, huwezi hata kulinganisha ukasema hii nzuri kushinda hii. Kwa hiyo wote wawili bwana walijua kubaruza kwenye ku perform, na kama ulikuwa hujaangalia show ya Zuchu embo naenda kaangalia, kwa sababu nimeipost e, nimeposti jana na leo ni hatari, kaua na outfit yake ilikuwa hatari. Kwa hiyo maidia usije ukapitwa Hebu nenda kacheki kwanza, Zuchu alivyoperform alivyoua kwenye stage, and nimeona comment nyingi sana mkimsifia Zuchu. Ya Zuchu bwana, alipendeza sana, na kuna comment moja naikoti, nasema hivi kama hapa tu harusi hii kapendeza, harusi ya kwake itakuwaje? Just imagine, eh, atakavyobaruza uh, mimi siangalii sana kupendeza, naangalia ile furaha yake Zuchu atakayokuwa nayo Yaani ile wedding ikifika, ile ile furaha ile mtu unavyokuwa nayo, umesota siku zote, then yep, umeshapata kitu unachokitaka basi, ile mimi ndo naisubiri hiyo, kuwa excited na that day tho. Ndoa ishapita, lakini hawa ni mastaa bwana, sio kama sisi, hawa ni mastaa, inapendeza wafanye uh, sherehe ishuhudie kwamba yes kweli Diamond kamthamini Zuchu, kamfanyia bonge moja la sherehe. Ama mnasemaje vipenzi vyangu? Hebu guys drop your comment hapo chini kuhusiana na hii show ya mtoto wa rais, harusi ya mtoto wa rais, na mniambie kuhusu show ya Zuchu, show ya Mboso, mnazionaje na nyimbo zao zilivyokuwa hatari and zuchu's outfit Emu eh, eh, niambieni tena hapo jamani, mnaonaje hii all the way, yani kila kitu, drop down your comment hapo chini, maana walijua kuua. And guys, kama ulikuwa hujasubscribe, please my beautiful people, this is your time to subscribe, put on your notification, ikitokea tu eh, habari nzuri nzuri aahekua E, si mnaona wenyewe mambo ya Zuchu wa hapo alivyobaruza Mbosso na nyimbo yake hatari. Raisi kaicheza nyimbo ya Mbosso mpaka raha. Well, guys, I love you so much. Malizieni na hiki kipande kizuri <mulia>